Hivi, unakijua kitabu ambacho hakijaandikwa chochote kile ndani yake, lakini ndiyo moja ya vitabu ambavyo vimeuza sana hapa duniani? Ni kitabu gani hicho? Kuna kitabu bwana, kiliandikwa mwaka 1990 na, na jamaa mmoja anaitwa Alan Francis, na kwenye kava la kitabu hicho imeandikwa everything men knows about women, yaani kimaanisha kwamba kila kitu ambacho mwanaume anajua kuhusu mwanamke. Sasa cha ajabu ni kwamba kile kitabu ulikuwa kikifungua ndani, unakutana na black pages, yani pages ambazo hazijaandikwa chochote kile, yaani kimaanisha kwamba hakuna kitu ambacho mwanaume anajua kuhusu mwanamke. Kwa hiyo the fact tu ya kwamba ni cheupe na ujumbe ule, kikafanya kitabu hicho kiuze sana hapa duniani. Je, na wewe una idea kama ya huyu jamaa ambaye alitumia akili kubwa sana kuweza kusambaza kitabu chake na kufanya kiwe ni moja ya vitabu ambavyo vimeuzwa sana hapa duniani.